Karibu mtungini kupitia hapa Open Online Media, leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Rasu Sendru. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amekabidhi mbegu za zao za mbaazi tani mbili na nusu kwa wakurugenzi wakuu wa puo, wilaya Kondoa, Chemba na Kongwa. Zoezi hilo limefanyika leo Januari 6 mwaka 2025 katika ofisi ya mkuu wa mkoa ambapo Mheshimiwa Senyamule alipokea mbegu hizo kutoka mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko na mkuu wa kanda ya kati wa mamlaka hiyo Andrew Mgaya, ambaye amesema tani moja itapelekwa wilaya ya Kondoa tani nyingine itapelekwa wilaya ya Chemba huko kilogramu mia tano zikipelekwa wilaya ya Kongwa. Mheshimiwa Senyamule amesema mbegu hizo zitaelekezwa kwa wakulima ambao waliuza zao hilo kwa mfumo wa stakabadhi garani mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mkoa wa Dodoma ulikuwa haujajiingiza au sana kwenye mambo ya stakabadhi garani, lakini mwaka 2023 ishirini na nne yani mwaka juzi ndipo tulipoanza rasmi mfumo wa stakabadhi ghalani kwa mazao machache yakiwemo mbaazi ikiwemo ufuta na ikiwepo dengu kama mazao ya kuanza mfumo wa stakabadhi ghalani. Najua tulianza kwa kuimizana kwa kukumbushana kwa kuelimishana, lakini mwaka jana 2025 na tumeongeza kufanya vizuri sana kwenye mfumo huu. Niwapongeze wakulima wote ambao wameuelewa mfumo wa stakabadhi ghalani, na sasa mwaka huu tunaanza kushuhudia manufaa makubwa yanayotokana na mfumo wa stakabadhi ghalani, manufaa ya kupata mbegu za bure kwa wale ambao wanalima mbaazi kupit, na wanauza kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani kwa maelezo ambayo nimepewa kuwa wanaoenda kugawiwa mbegu mwaka huu ni wale ambao waliuza mbaazi kwa mfumo wa stakabadhi ghalani mwaka elfu mbili na ishirini na nne kwa ishirini na tano eh, yaani walilima ishirini na tano mwanzoni, ishirini na tano baadaye wakauza kwa mfumo wa stakabadhi ghalani. Sasa wale ndio wamepewa thamani kwa hela inayotokana na mauzo ya mfumo ule. Ndugu zangu wananchi wa Dodoma, ndugu zangu wakulima, mfumo huu ndiyo njia ya serikali sasa, ndiyo mwelekeo wa serikali sasa wa kuuza mazao yake. Tumeona manufaa mengi yanayopatikana kutokana na mfumo kutoka wa sakabadhi galani, lakini leo tunazidi kuona manufaa ya ziada ambayo ni haya. Tunaambiwa wakati fulani tutapata dawa la da kupuliza kwenye mazao, lakini leo tunapata mbegu bure, na tunaamini kabisa kuwa mwaka kesho na wengine tena waliouza mwaka huu nao wataenda kupata mbegu kama wenzao walivyopata. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima ametoa wito kwa jamii kuimarisha ulinzi na usalama wa watoto kwa kutoa taarifa za vitendo vyote vya ukatili, wakiwemo watoto wanaoishi na kufanya makazi mtaani, ili wapelekwe kwenye makao ya kulelea watoto ambako ni sehemu salama kwa malezi na makuzi bora kwa watoto. Dkt. Gwajima ameyasema hayo wakati wa ziara yake kukabidhi zawadi zawadi ya heri ya mwaka mpya mwaka 2026 kwa wazee na watoto wa makao, makao ya watoto ya Uhuruma na makao ya wazee ya Tushikamani pamoja Foundation TPF, Manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam Januari 5 mwaka 2026. Ndugu wanajamii, huko mliko, na nyinyi mjue kwamba mtoto kuzurura, zurura kwenye mtaa wako bila utaratibu, kwa sababu tu ni yatima, kwa sababu tu ni mtoto wa wazazi ambao hawashiki wajibu wao vizuri, na nyinyi mnamwona mnamwangalia angalia bila kujua kwamba kuna maeneo watoto tunaweza tukawapeleka wakakaa vizuri. Hebu jaribuni kuwa watoa taarifa, ili watoto wale wachukuliwe mapema kabla hawajakimbilia kwenda kuishi na kufanya kazi mitaani. Ukiwapeleka kwenye makao inakuwa gharama sana kuwabadilishia akili zao na fikra zao. Ndugu wanajamii, nawaomba tuwe wa kwanza sisi kutoridhika na kutofurahishwa na watoto wanaozunguka zunguka huko mtaani, mwishowe anatorokea kwenye mikono mibaya, wakati kumbe tuna makao ya watoto zaidi ya mia tatu, karibu mia nne, yangeweza ya yakawapokea yakawatengeneza vizuri mapema kabla hawajaingia mitaani wakaharibikiwa, mara bangi, dawa za kulevya kavuta, mara akafanyiwa ukatili wa aina mbalimbali, mara mtoto yule kule akili yake ishabadilishwa, kaondolewa kwenye uwepo wa Mungu. Mtoto anapitia majira mengi. Mkitoa taarifa mapema, maafisa wetu wa ustawi wa jamii wakaweza kuwatambua ukajua tuwapeleke kwenye makao gani, watengenezwe akili zao. Wakati huo tunatengenezwa na baba zao na mama zao na wanaowalea, tutakomesha tatizo la watoto kukimbilia kufanya kazi mitaani na kuishi huko. Hili halitegemei sisi tu wizarani na serikali, linategemea mwitikio wa jamii kwenye kutusaidia kufanya hilo. Tuangazie sasa katika habari za biashara. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema serikali imejizatiti kufungua viwanda vilivyopo mkoani Tanga kufuatia agizo la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema wizara yake kwa kushirikiana na viongozi wa mkoa huo imeanza majadiliano ya kina ya kufufua viwanda 18 u vya awali vikiwemo vilivyobinafsishwa na vya binafsi kwa kuangalia changamoto zinazokabili kila kiwanda. Waziri Kapinga amesema jitihada hizo tayari zinaanza kuzaa matunda, akitaja mfano wa kiwanda cha African Harmon ambacho awali kilikuwa kimesimama, lakini sasa kimeanza kufanya kazi na kuajiri zaidi ya vijana mia mbili kwa ajili za kudumu. Tumekuja hapa kwa sababu kwa kipindi cha takriban miezi tisa ama kumi tumekuwa tukitekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha tunafufua viwanda ambavyo vipo hapa Tanga. Nyie mnafahamu Mheshimiwa Rais alifanya ziara hapa Tanga na alitoa maelekezo mahususi kuhakikisha kwamba tunaendelea kuiboresha Tanga kwa kurudisha ile Tanga ya viwanda ambayo ilikuwepo huko nyuma. Na sisi kwa kushirikiana na serikali ya mkoa tumefanya hii kazi, tulikutana, tuliweka target ya viwanda kumi na nane vya mwanzo tukakutana na wahusika tukaongea nao na tukajadiliana nao ni kwa namna gani tunaweza tukaanza zoezi lile la kufufua viwanda hivi. Kwa hiyo viwanda hivi vilikuwa viko vya aina mbili, vile ambavyo vilibinafsishwa na serikali na viwanda vya watu binafsi, na changamoto za viwanda hizi zilikuwa zipo mbali mbali za ujumla na changamoto mahususi kwenye kila kiwanda, lakini tunamshukuru sana Mungu, ametusaidia ile kazi imeanza kuzaa matunda. nyie ni mashahidi Leo tumetembea hapa Tanga, hiki ni kiwanda cha tatu. Hapa tupo kwenye kiwanda cha African Harmony, kiwanda ambacho kilikuwa kimekufa kabisa. Tunawashukuru hawa wenzetu kwa jitihada za wizara, jitihada za ofisi ya mkuu wa mkoa na mwekezaji wa hapa. Kiwanda hiki nyie ni mashahidi kinafanya kazi na nyiye mmeona, wameajiri takriban vijana 218 hapa kwa ajira ya kudumu. Natuhitimishe na, na habari za kimataifa. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela Maria Corina Machado amesema rais wa mpito Venezuela Delcy Rodriguez hawezi kuaminiwa. Machado pia amemshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa operesheni ya kumwondoa Nicolas Maduro madarakani na kuongeza kuwa anataka kurudi Venezuela haraka iwezekanavyo baada ya kuwa mafichoni kwa miezi kadhaa. Delcy Rodriguez ameapishwa kuwa kama rais wa mpito wa nchi ya Venezuela. Amesema amekula kiapo cha ofisi kwa uchungu kutokana na mateso ambayo yamewapata watu wa Venezuela baada ya uvamizi haramu wa kijeshi dhidi ya nchi yao. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 56 ni mshirika wa Maduro na alihudumu kama makamu wa rais kuanzia mwaka 2018 pia ameshikilia wadhifa wa waziri wa uchumi na fedha wa Venezuela. Maria Corina Machado alizuiwa kugombea katika uchaguzi mwaka 2024, lakini aliendelea kumpigia kampeni mgombea aliyechukua nafasi yake Edmundo Gonzalez. Na huu ndio mwisho wa taifa habari kutoka hapa Open Online Media. Na kwa hayo tunafunga duru ya mtungini siku hii ya leo, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Sendru.